Hivi wewe Yuzo unanichukuliaje? <laughs> na kuchukulia kama mtenzi wangu. Sasa unafikiri mimi nitakuchukuliaje? Mbona mimi mtote? Au siku hiyo nimekuwa bibi yako ushanizoea? Yaani ile siku imetika pale kwenye migomba. Hamna hicho kitu ulichoniambia. Sasa so ulikuwa unamaanisha nini? Mbona mimi mtote umenizoea sana, si ndiye? Kama ulikuwa na zawadi, kwani hujanipa wewe kwa mikono yako? Mbona mtenzi wangu? Ile siku ni kweli nilifanya sana kazi yao, na nilitaka kufanya kitu cha utofauti kidogo, kwa sababu mimi ni kama sharukani hapa kijijini. Ninajua kuvalisha vitu vite ungenipa kwenye nasiano, na ndio maana nikashuka hilo baadae kwenda kupetia pale Lakini mteja wangu, sikuwa na nia mbaya eh. vile ni vitu vipya, ile ni sukari ambayo inaungaunga kidogo kwenye chai, na sisi kwenye matezi yetu kuna vitu kidogo natakiwa vionyeshe kama ni viungo viungo, plani ambavyo zitakuja kuleta bachishi. Ndomana nikaenda kukuepa pale, sikuwa na nia mbaya, tafadhali. Mshamba nini, sifikiria hivyo.

Sura ya mama mwili wa baba, nambie ndugu yangu, wewe ukionekana, wewe mtu akikuangalia anaweza akasema ni mtu mstaarabu kinoma, mtu akikuangalia anaweza akasema huyu mtu kwenye kufanya mambo yake anafanya kwa hekima kubwa sana na kwa busara, yaani ni mtu fulani ambaye unaheshima fulani hivi. Lakini sasa mambo yako kwa upande mwingine, mtu akikuangalia sasa vizuri anaweza kagundua kumbe kuna kitu kiko. Saa ndugu yangu, vitu gani tena? Mbona tunafumbana? Yani, usiniambie ujajua nataka niongelee nini hapa kaka. Yani mimi nachotaka kuongelea hata ni kwamba hivi vile vitu unavyotumiaga bile ndio vinakufanya upendo na mademu kiasi kile au kuna vitu vitu fulani unafanyika fanyaga, pengine sisi hatujui labda eh? Unajua kaka, vile vitu kweli vinasaidia, yani ukivitumia vinasaidia vizuri tu. Mimi uh, unavyoniona hapa kijijini napata mishangazi ni kwa sababu ya vile vitu, lakini muda mwingine mimi sivitumiaje, mimi najiweza bwana, lakini ikitokea siku nimeamua leo nikakania sana kwa ajili ya kupata chochote kitu ah, lazima nikavitumia. Kaka usitaki kuniaminisha kwamba ukitumia hivyo vitu, yani wewe utakuwa alishababi, yani utakuwa sio alkaida, utakuwa alishababi, yani kwamba mwanamke yoyote kukutana naye, yani wewe ni mwendo wa kuwatembezea bakola? Usitaki kuniambia hivyo kaka? Mimi navitumia kawaida tu, na kwa upande mwingine siviamini sana, kwa sababu wenyewe wanasema ukivitumia sana vina madhara. Kwa hiyo tumia kiasi, vitakusaidia. Lakini ndugu yangu, mie, kwenye yeah, kaka Ndugu yangu, mimi kuna hili nataka nikuulize kitu. Mimi mbona niliwahi jaribu kutumia hivi vitu, lakini kilichotokea baada elewa elewa yani. ya kutumia sikuelewa elewa yani, mwisho wa siku nikaanza kuugulia maumivu. Hii nawe imekaje? Maana hata sielewi ya lakini, kitu kingine usijizoeshe sana kuvitumia mara kwa mara, maana hautofanya kitu chochote bila kutumia vile vitu, japokuwa vinasaidia. Sio kama visaidii, vinasaidia kwenye shida tu vinasaidia, lakini usijizoeshe, vina madhara yake vile mm. Lakini sawa, ila unajua nini, taarifa zako nilizipata kwa yule bwana mpuko Bigi Mkalamba yule Bigi Bigi yule, alinipa taarifa kuhusiana na wewe, nikasema kama Yuzo katumia hizi, mimi kwa nini situmie? Kwa sababu mimi mwenyewe niko na matatizo mwanae pia, nikitaka kumtumia demu, nikitaka kumtumia demu, namna gani, vipi mambo yaendi vizuri, nikasema Nijaribu kutumia hii njia labda mimi na mimi pia mimi mademu watakua analikubali watakua analipenda. Ah, ndo nika kutana na Bigi. Bigi ndo akaniambia, bwana weo, nae wewe uliwahi kutumia. Nikasema sasa nikutafute ndugu yangu nikuulize kuna hili. Kwa hiyo kama nimekuuliza na umeniambia hivyo. Kaka buruburu. Vritovani. Kuna mtoto wa mtu kajichanganya ni. Kwa hiyo ndugu yangu umeingia kwenye chama rasmi eh? Yeah? Karibu Eh, kwenye chama la vumbi <laughs> mkude bwana, huyu bwana huyu haiwezekani, kila siku yeye tu akaa anapata mademu kichi, atupati yeye tu, yeye ni nani sasa? Na mimi kuanzia leo atakuwa la ulemendo wangu, lazima nitumie vivitu, sijakata tamaa bado, sijakata tamaa, lazima

lakini ndugu yangu, nakushauri kitu kwa hizi dawa ambazo natumia za kuongeza nguvu za kiume. Ndugu yangu, zinaweza zikakuletea shida baadaye. Nakuomba jaribu kuacha hu, jaribu kuacha hizo kutumia dawa, tumia nguvu zako mwenyewe binafsi. Naamini utakuwa sawa na utafanya kazi yako kama kawaida, lakini kusa tutumia hizi dawa, naomba ziache. Hebu nielewa kaka. Ni sawa kaka, nimekuelewa. Lakini usipiele kama mimi natomba kipande hivi. Hali yangu ya maisha kumbe na nipenda mimi. Kwa hiyo natafuta kazi za kufanya na kupata. Na kama unavumilia mimi ndio nimesoma tabu nyingi. Kazi za ngumu mimi sijiwezi. Nikafanyaje kaka? Oh, sina ajira, sina nini. Inaona tu bora nijiwekeze nimo niapo ni hiyo hatara ya kudhamiri wangu. Nitafanyaje? Ah, kosa yanao shauri hapo, sasa nimekuelewa. Nitaacha. Lakini cha ya talaka mkaenda taratibu taratibu. Ushauri mambo ya mbele tasa. Sio kama mimi mwenyewe natenda lakini pesa. Asante kwa kunielewa. Ushauri wangu ni huu. Napokuwa nauza ili patike pesa. Lakini mimi nakushauri upole mpango wa karibu. Hizi dawa tunaweke baadaye. Itabidi kuacha. Hata kama huwezi kuacha kabisa, hata kidogo kidogo mpaka utazoea. Hao, basi kama nimekuelewa na twalangi ilikuwa ni hilo tu kukuletea pesa yako. Ante kwa ushauri. Mimi naelekea huku wasibini aletea wapi sai, kuna rafiki yangu mmoja ivyene anaitwa Adasa, naenda kumwangalia pale basaa. Mungu atupenda, tukaona masiku mengine. Asante uh, sana Naona ah, umeamua kuninyosha. Eh? Naona miogo kama yote, mitofai imeshona. Kumbe nawe kuni kilimo upo eh? Asante sana. Ujue ndikaa nikafikiria kwa ukienda kwakema, maana oka kwa wingi, nikasema ngoja kwanza nikajaribu kitu. Unajua ilisema nilivyolinunua, ndikuda kuna mipai kama minne kwa hiyo nikaona nijiongeze kuna mipapai ya kisasa kama unavyoiona hapo, midogo midogo yu, ni, mpapai midogo lakini imezaa na imejaza kweli kweli. Nimepanda panda mipapai yangu hapo na kama unavyoona hapo. Naona leo tuondoka na mapapai hapo utachagua wewe A, lakini pia nikadai kulima na miogo kama unavyoona, kwa ukitaka chinduli hapo miogo ya kupika wewe tu ni kitu kizuri sio kibaya. Ehe, nimekumbuka hivi, kilitokea nini pa alafu vivi pia kuhusu viatu vya yaani, kiukweli, kata ile siku naondoka pale ise ule mwanamke alikuja kanikee okay. Yaani alinisema alisema kiasi kwamba kesi ya kwako wewe inakuja kuwa ya kwangu mimi, yaani alionyesha moja kwa moja mimi nahusika katika lile swala, yaani kesi ya kwako wewe anakudai mimi ndo nionekana nakushauri wewe usimlipe pesa yake. Kaka alifoka, alifoka, alifoka na mwisho wa siku akaamua kuchukua viatu vyako akaondoka. Banani vipi, kwani ulivyofika nyumbani semeji aja kulivia kuziana viatu yani? Nafika tu nyumbani na yeye anatoka ndani, kwa vile anavyotoka, vipi hapo, naambia vipi, vipi au nini? nikaambia tuingie ndani kwa matokomaliza kuniingiza ndani nikaambia, bwana mimi nikakaa. Sasa kaka, ningefanyaje pale na kashani bana? Nikaona pale kwa haraka haraka, mbona nimwambie hivyo. Nimekunyoshia mikono kaka, lakini sambamba na hilo, unatakiwa wa makini sana. Unajua wanawake wa pole wanakuaga na vitu vyao, sijui unanielewa. Wanawezekana wakajifanya kama hawaelewi kinachoendelea, kila unachomwambia anaitikia tu, kila unachomwambia anaitikia tu mm. mwisho wa siku hatakuja kukupiga tukio, ndugu yangu, atakuja kulaumiana hata kwa hiyo usimdanganyi sana eh, kuwa makini sana, punguza kumdanganya mke wako, we ni mwanaume kaka, takta hela e, tatu hela ndogo sana ndugu yangu. Yani kaka, siku zote mnaanza kukimbizana mnakanya hizi sasa, vuta tisha akukute upo na mke wako anakufanyia tikio kama lie, ndoa yako inakufa kaka, tafuta pesa yake umlite ino shida limisa sapa nikipende navoonekana unajiharisha, badilisha hivi kaka, sio vizuri ndugu yangu.

habari yako mwenye fita? Habari yangu mimi nzuri. Shikamo maraba. Mwenye kipi? Mimi kuna jambo linenikuta. Jambo gani? Jambogani? mume wangu amevamiwa na vibaka tia, na vibaka temi <mulia> hata matendo yao hayaturidhishi, wala tunapanga tungame, tulikomola tende miujiza, wenda tafuta janga, wataacha umalaya, hawana stara, hawana ustarabu, watolewa vidhahibu, eti na bado wako shule wanagonganisha mabwana